amara bil adli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ambaye ameamrisha uadilifu walihsani na ihsani, wanaha anil bukhli na vilevile akakataza ubahili wa tughyani na kuchupa mipaka, subhanahu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi waastagfiruhu waashhadu an la ilaha ila Allah wahdahu la sharika lah almaliku al-mal, al dayanu almaliku, Mwenyezi Mungu ambaye addayanu, atakayemlipa au ni mwenye kumlipa mje wake siku ya Kiyama bila ya kumdhulumu, yani kumlipa kwa ku uadilifu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadun abduhu wa rasuluhu khairu man sala wa zakah na na vile vile indi wetu wasalama sala vile vile na salamu zimuende mtume wetu ambaye ni Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama ambaye ni mbora wa sala vilevile na zaka sallallahu alayhi wa sallam wa barik alayhi wa, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala, ala nahji, na yule ambaye aliye tembelea au yule aliyetembelea njia yake, wa, wa, wa, waktafa atharuhu ila yaumid din, na akafuata njia yake mpaka siku ya kiyama. Amma baadu Faya ibadallah uswikumu wa nafsi, enyi waya wa mwenyezi Mungu, na kuihusia nafsi yangu ambayo ni almuksira almuksira, nafsi yangu ambayo vilevile vile ina upungufu, bitakwa llah, kumcha mwenyezi Mungu azza wa jalla, fa inna takwa llahi khairu zade, hakika kumcha mwenyezi Mungu ni ziada iliyokuwa bora, uh, au ni bora ya ziyada. Waman yattaqi llaha yaj'al lahu waman yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra, yule ambaye atakayemcha Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, Mwenyezi Mungu hufanya wepesi katika kazi, kazi zake zinakuwa ni nyepesi. Ayuha almuslimun Enyi ndugu zangu wa Islam, hadithuna lyauma an ruknin adhimin, leo hii tutazungumzia au nitazungumzia kutokana na nguzo ambayo ni adhimu, nguzo kubwa kabisa, min arkani hadha din, miongoni mwa nguzo za dini yetu hii ya Kiislamu. Iba, ibadatin ma maliyatin

na akaialia hii nguzo iwe katika mizani ya kiimani. Mtu akiitoa ni kipimo kabisa cha kuonyesha kwamba ni mizani ya kiimani wa asasa, wa asasa na misingi atakaful fil mujtamii, eh? na misingi ya kusaidia katika jamii altakafuli almujtamii, kusaidia katika hii jamii. Ina maana kwamba anapokuwa mtu ametoa ile zaka, inakuwa na vipengele vingi, inasaidia mambo mengi katika jamii, kila mtu anapata haki yake. Na ndio maana hapa unaona kwamba watu wa mashallah, tunaishi kwa utulivu, kwa sababu hawatoi hawa hawa zaka, wala hawana nia ya zaka, hawa ndugu zetu, lakini mfumo ambao kwamba waliotengeneza inakuwa kwamba hakuna mtu ambaye ana roho mbaya, kwa sababu mtu anapokuwa hapati chochote, huyu anakula, huyu ananeemeka, yeye amekaa tu hivi ni lazima atakuwa na roho mbaya, atatizama namna gani atamdhuru mwenzake, ima kwa uchawi, kwa kisu. Lakini hapa, awe mkubwa awe mdogo, anapata kile ambacho anakuwa amekadiriwa kutokana na utaratibu ulivyo, na ndio maana Uislamu umeamrisha sana, na hawa wamechukua mfano wake, lakini si hivyo, kwa sababu ibada inatakiwa iwe na nia na vilevile iwe vile na maelekezo maalum ambayo yametoka katika kitabu na sunna, yeah. Ala wa hiya zaka, niipi hiyo? Nayo ni ibada ya zaka. Ayuha almu'minun, enyi ndugu zangu wa Islam, maana ma zakati, maana ya zaka, ndio tutaanza nayo. Az zakatu lughatan, ili neno zaka, yi, yi, zaka katika lugha, wanatueleza kwamba tadullu ala naami ala al wa ziyadatu eh? tadullu ala naami wa ziada, hufahamisha juu ya kukua. Ina maana mtu ana mali yake kule kukuwa sasa. Baada ya kuwa kwamba ile mali imekua, ndo anafikia kwamba kuna kiwango maalumu ambacho unachota kiwa kumpa. Jalla waala asema kwamba watahara, na vilevile vile ni katika ile hali ya kutoharisha kusafisha ile mali, kuitaharisha. Wal baraka, vile vile mtu akitoa au akifanya ibada hii ya zaka anakuwa anapata baraka. Wasalahi iwa wasalahi, na vile vile ukishapata baraka unakuwa kana kwamba unatengeneza mali. Qala eh. Ibn Faris rahimahullah anasema, Ibn Faris Allah amrehemu kwamba katika kufafanua hili neno kilugha, anasema kwamba azayu walkafu walharfu almutalu wal al, asema kwamba hii azayu ni ile za ambayo ni ya zaka eh, walkafu, na ile kafu kwa sababu inakuwa ka na zaka inakuwa ni kafu, pamoja ni za ka, kuwa, nikafu, pamoya, niza na kafu eh, walharfu a hii hurufu talu ni, ni alif itakuwa na ina maana kwamba ni harufu ni herufi hizi za pamoja, kaf na alif, anakuwa ameshalipata ilo neno. Asema kwamba asliyun, asili kabisa ya neno hii yadullu ala ala nama e, inafahamisha yu ya kukua, ina maana kwamba kikishakuwa kile kitu ambacho tunacholenga ambacho ni zaka, akaweza akasema kwamba waziada na vilevile kina kimeshapata ziada maalum, hapo mtu anaweza kutoa zaka, na ndo maana ya hili neno katika lugha. Asema kwamba wa amma sharan fahiya, na vile vile sasa bado ulama hawakuacha katika kuendelea kufafanua ili neno katika sheria, asema kwamba asema hakun wajibun fi malin makhsusin, asema kwamba ni haki ambayo ni maalum inayotolewa katika mali mahsusi. Kwa hiyo kutokana na muda wetu tuishie hapa katika hotuba yetu ya kwanza, tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala msamaha kutokana na yale ambayo tuliyotenda kwa kujua na kwa kuto kujua, usiku na mchana. Aqulu qawlu hadha astaghfirullah li

wassalatu wassalam ala rasulina muhammadi ibni abdillahi sallallahu alayhi wasallam. Namshukuru Mwenyezi Mungu, sala na salamu zimuende Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Katika kuendelea na mada yetu, ni kwamba tuliposimamia, tuli, tuli ni kwamba ni haku wajibun fi mali makhsus, ni kisheria ki, ni haki ambayo ni wajibu inatolewa katika mali makhsus, e mali ambayo ni maalum. Asema kwamba litaifatin makhsusun ma, asema kwamba litaifatu makhsusun, kwamba ni katika makundi makhsusi vile vile ambayo katika ay, makundi mahsusi. Asema fi waktin mahsusin, vile vile ni katika muda ambao ni mahsusi ni muda maalum. Ina maana kwamba katika huo muda mahsusi, sio kwamba zaka kila wakati utatoa kila wakati. Aa, hii wakati mahsusi kwamba ni muda ambao utafikia, ni maalum kwamba unahesabu labda nimeshafikia kile kiwango cha kutoa hii haki ya Mwenyezi Mungu. Kumbe muda mahsusi ni gani? Ni kuhesabu ikishatimia tu unaanza kuhesabu mwaka, ikishafikia mwaka ndio unatoa, sio kama wanavyofanya baadhi ya ndugu zetu kwamba kila Ramadhani, mtu anasema amechukua zaka, anampa huyu tano, anampa mbili, anampa ngapi, anakuwa kila Ramadhani anagawa anagawa zaka. A, a, yani ni ule muda kwamba mali yako ikishapitiwa na mwaka mzima ule muda mahsus, basi ndio unatakiwa sasa kutoa kile kiwango kwa wale watu maalum, na sio kama zaka na ni sadaka utampa huyu tano huyu mbili. A, a. Ni mali ambayo kwamba unaitoa kutokana na namna dini ilivyoelekeza asema asema kwamba taqaruban ila Allah taala, katika katika kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Qala Imamu Ibn Khudama rahimahullah, amesema Imamu Ibnu Khudama, asema Imamu Ibnu Khudama alam rahim, kwamba az-zakatu haqqun wajibun fil mali, kwamba zaka ni haki ya kiwajibu katika mali mai sharaahullahu tutahiran lilmali wa nafsi, ameiweka Mwenyezi Mungu, amepanga sheria. Sharaahullahu, amepanga Mwenyezi Mungu sheria katika kufanyaje kuitwaharisha mali yako, vilevile na nafsi yako. Unakuwa unapata faida za aina mbili. Ibadallah, Enyi waja wa mwenyezi Mungu, hikmatun mashruati zakat, yani hikma ya kisheria katika hii zaka. Allah subhanahu wa taala alikuwa na hikma gani mpaka atuletee ibada hii? Asema katika hii hikma ya kisheria kwamba shara allahu zaka lihikamin azimatin, asema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipanga hikma ya kisheria ambayo ni hikma kubwa, minha kutokana na hizi mali au kutoka kwenye hii zaka, asema kwamba taskiatu nafsi eh, ni kuitakasa nafsi mtu min shuhi wal min shuhi wal buhul hii shuhi walbukhuli kwanza ni ubahili uliopitiliza. Kuna mtu ambaye anaweza akawa na mali ile mali ile mali ikafikia kwamba yani hata nafsi yake ainyime. Kuna baadhi ya ndugu zetu tulikuwa tunawashuhudia watu walioishi shuko sana nyumbani, wanamkuta mtu amepoteza fahamu, wanamnyanyua, nguvu hana, anatetemeka, kumpeleka hospitali Vipi wanasema huyu yuko sawa, wala hana matatizo yoyote. Inaonyesha kwamba tu sukari yake iko chini, labda hayala muda mrefu. Akipewa uji au chakula, inaonekana kwamba alikuwa na pesa, akaona hata ubahili kwenda kununua chakula, katika ka kutumia nafsi yake mwenyewe eh. Kwa hiyo sasa, mtu ambaye anatoa zaka anakuwa hili amesha pita kabisa, kwamba kwanza ana ubahili wa kuwanyima wengine na vile vile, mpaka ifikie mtu kuinyima nafsi yake. Watatuhiru al-mali asema vilevile vile na kuitwaharisha mali. Katika kuitwaharisha mali na kitu ambacho watanamia tu ii watanamia ya tu yani, ni kuitwaharisha mali katika kuikuza, asema kwamba tahkiku atakafuli at kwamba katika kuthibitisha msaada at-takaful al-ijtimai. Uh, kuthibitisha msaada wa kijamii, kuhakikisha kwamba ukishatoa ile mali, sio kwamba ni kwa Mwenyezi Mungu kweli, ndio unapata vile vile thawabu, na vile vile ni msaada wa kijamii, jamii nzima, na kwamba imenufaika miongoni mwa wale watu ambao watakuwa wamepata ile haki. Asema kwamba saddu hajati asema kwamba isa sadu, sadu haja tika kukidhi haja e, alfukarai wal muhtajin, kwamba au mafukara wal muhtajin ni wale watu ambao vivile wanayohitaji haki hii. Asema kwamba isha'atu rahma e, kueneza huruma, yaani katika kumtoa zaka ni mtu hiki na kitu, kitu fulani. Asema kwamba walmawada walmawada baina nasi na, na vile vilevile kueleza mapenzi baina ya watu, kwa sababu yule atakayepokea atakuwa nao washukuru niimati mali na kushukuru nema ya mali Mwenyezimungu subhanah wataala, qala llahu taala anasema Mwenyezi Mungu katika kuthibitisha hili alituwa ni amri. Katika kiarabu kuna kitendo ambacho kinaitwa filul amri, yani ni kitendo cha kuamrisha cha wajibu. Asema kwamba hudh min amwalihim sadaqa, asema kwamba aliambiwa Mtume sla sam, chukua katika mali zao swadaka. Ni kuchukua ni amri sio kuomba, yaani kwamba mfano, mtu anaweza kaomba swadaka au akaelezea kuna kavia fulani, lakini hii mali ni mali ambayo ina amri kwamba Allah amemwamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, khudh min amwalihim swadaka, chukua katika mali zao swadaka watutahiruhum, asema vilevile vile, ni kuwatoharisha wao kwamba wanatoharika eh, watuzakihim biha eh, na kuwatakasisha wao kutokana na hiyo zaka hii. Ni aya inayopatikana katika sura Tauba. Ibnu Abbas ambaye ni mufasirina wa Qurani asema waqala ibnu Abbasi eh, radhiyallahu anhuma, akasema ibnu Abbasi alaamrivie kwamba tuzakihim, ili neno kwamba tuzakihim kuitakastisha asema tutwahiruhum minadhunubi kwamba yule anayetoa vilevile anatoharika na madhambi eh. Ala, anakuwa vilevile vile amekusamehe madhambi yako. Ndiyo hivyo alivyofasiri hii aya ibn Abbas, asema kwamba tutahiruhum minadhunubi. Sasa swali linakuja, mata faridati zaka, asema kwamba ni wakati gani mtu anatakiwa sasa kutoa zaka? Ayyuhal muslimin, nanyi ndugu zangu Waislam, asema kwamba faridatu zaka fi sanati thaniyati min alhijra. um, hij, kwamba kwanza kabla ya kufika wakati gani, ni wakati gani imefaradhishwa ibada ya zaka? Asema kwamba faridatu faridatu zakatu fi sanati thaniyati min alhijra, kwamba ilikuwa ni mwaka wa pili katika miaka ya Kiislamu ndio hii ibada imefaradhishwa na imefaradhishwa wapi? asema wahiya ahadu arkani alislami alhamsa, akwamba ni vile vile ni moja katika nguzo tano. anasema, mjumbo, mjumbo, mjumbo, sallam, sallam, sallam, sallam, Apomba, za Kiislamu kana nabii sallallahu alaihi wasallam anasema mjumbe, eh, wa Mwenyezi Mungu sala na salamuzi yake kwamba bunia lislamu ala khamsi kwamba nguzo za Uislamu au Uislamu umejengika juu ya nguzo tano, wa waitai zaka na vilevile kutoa zaka ni katika nguzo za Kiislamu, mutafaqun alayhi, hii hadithi wameafikiana Imam Buhari wa Muslim. Asema wakana aslul amri bizakat, asema kwamba na asili ya mali ya zaka ilianza wapi? Asema fi makkata, ilianza katika mji wa maka. Asema kwamba amma tafdhilul ansiba Ta, ta, tafdhilu lansiba asema kwamba, kwamba ama kufafanua vipengele sasa vya zaka itakuwaje? Asema kwamba walmakdiri fakana fil madinati, na kukadiria sasa ni kiwango gani hiyo ilifanyika Madina. Ahamiyatu zaka, asema umuhimu wa zaka, ibada Allah yenyewe wa Mwenyezi Mungu asema kwamba Lizakati, makana makanatun adhimatun zaka ina sehemu tukufu ina sehemu kubwa sana katika dini, kwa sema kwamba karanaha Allahu bisalati, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala alikutanisha meimbatanisha. Ukisikia sala zaka, sala zaka, uh, limerejea ili neno mara ngapi? Tutaona katika hutuba zijazo ndani ya Qur'ani, asema kwamba aliikutanisha na sala fi mawadhi fi mawadhia kathiratin, katika sehemu nyingi sana. Asema dalilun ala sidqil imani. Asema kwamba dalili ya hili ni kwamba mtu akitoa zaka anakuwa ni mkweli kabisa katika imani. Sio kila mtu anatoa zaka, kuna mtu ukimwambia habari za zaka anashtuka kwamba hayui au ni mali gani ambayo anatakiwa kutoa zaka, yaani anaona kama kuna kiza fulani. Sasa kule kutoa zaka ni dalili za imani. Asema sababu nuzuli, asema sababu sasa ya kushushwa eh, albaraka hii. Albarakati ni katika zile baraka, yaani kule ukitoa tu unaona baraka zinashusha kama jinsi mvua inavyoshuka baraka zinashuka katika mtu ambaye atakuwa anatekeleza ibada hii e, na ni mali maalum, na ni kiwango maalum, sio kila mtu ambaye anayetakiwa kutoa zaka. Katika kumalizia asema kwamba biha tahakuki e, asema kutokana na mali hiyo imethibitika atakaful baina afradal umma asema kwamba kwa kila mtu mmoja mmoja, vilevile vile, anakuwa amechukua kitu kinachoitwa uzamini. Qala llahu taala, anasema Mwenyezi Mungu aliyetakasika kwamba wa aqimu ssala wa atu zakah, simamisheni sala na mtowe zaka. Kwa hiyo tunaona muda wetu umekwisha, lakini tutaendeleza insha llah wiki iliyopita, lakini tumalizie hadithi moja hapa ambayo itakuwa ni pointi tutakayosimamia siku yetu ya leo, kwamba waqala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, wamesema Abu Bakr Siddiq alamridhi, kwamba wallahi, la uqatilanna man man faraka baina as-salati wa zaka. Abu Bakr Siddiq asema kwamba nitapigana na kila mtu ambaye atakayetaka kufarakanisha kwamba sala na zaka. Mtume sallallahu alayhi wa alehi wasalama alipofariki, Waislamu wengi walisema sisi ibada ya zaka. Basi akawa ameteuliwa kiongozi ni ambaye ni Abubakari Siddiki, akaandaa baada ya kuteuliwa, kitu cha kwanza alianza kupigana vita na akupigana na mushirikina, akupigana na makafiri a -a. alipigana na Waislamu na hivyo vita alipigana ameviandaa kwa ajili ya wale watu ambao wasiyotoa zaka, mpaka wakarejea katika haki, kwamba hii ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alipigana vita kabisa Abubakri Siddiq ambavyo vinaitwa vina -ho, horobu ridha hii. -Horobu ridha ni vita ambavyo walivyoviandaa vilikuwa ni vita vya kwanza vya Abubakri Siddiq. Kwa hiyo hotuba yetu ya leo tutakuwa ni wenye kuishia hapa inshallah. Tutaendelea na hotuba hii ya zaka sehemu ya pili wiki ijayo, kunako majala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awafikishe wote ambao na kile kiwango maalum cha kutoa zaka waweze kuitoa katika kutekeleza ibada hii. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila ambaye labda na shida yake, Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kumkidhia. inna Allah wa malaikatahu yusalluna alan nabii